Jifunze neno la Mungu kwa kichwa cha mahubiri, hadithi ya mama. Hadithi ya mama iko katika kitabu kilichochapishwa na Melkizedeki Publishing mnamo mwaka 2016. Hebu ni wasome neno utopia. Katika riwaya ya Utopia ya Thomas More linamaanisha hakuna mahali popote katika Erewhon riwaya ya Samuel Butler, neno utopia linamaanisha haipo mahali popote. Utopia inamaanisha haipo mahali popote. Walakini, je, kweli haipo? Maisha yetu ni mafupi, lakini safari ndefu. Kupitia safari hiyo, tunaweza kuhisi uwepo wa uhai. Nadhani utopia ambayo tumekuwa tukiitafuta inaweza kuwa katika kumbatio la mama. Mwanamke hupata cheo cha mama kupitia ujauzito na kuzaa mtoto. Mchakato wa kuwa mama una maumivu makubwa. Licha ya hili, akina mama wanasema kwamba hata maumivu ni furaha. Wanawezaje kuyahesabu maumivu ya kuzaa kuwa furaha na kuwapenda watoto wao wanaoleta maumivu makubwa zaidi? Viumbe vyote katika ulimwengu huu huishi kwa upendo wa mama. Watu husema kwamba Mungu hawezi kuwa kila mahali, hivyo akawaumba akina mama. Je, hii inaweza kumaanisha kwamba Mungu yupo kila mahali kwa namna ya akina mama? Maongozi haya yote yanapatikana katika Biblia tangu uumbaji. Hii imeandikwa katika hitimisho. Katika kitabu cha Mwanzo, baada ya Mungu kumlaza Adamu katika usingizi mzito, Mungu alimuumba nani kutoka kwenye ubavu wake? Alimuumba mwanamke aitwaye Eva. Kabla ya wanawake kuwa mama wote ni wanawake. Katika mchakato wa kuhama kutoka mwanamke kwenda kuwa mama, lazima kuwe na kuzaa mtoto. Maumivu makubwa zaidi yanasemekana kuwa maumivu ya kuzaa. Jinsi gani akina mama wanawatendea watoto wao kwa upendo baada ya kuvumilia maumivu ya kuzaa kama hayo? Nani mwingine isipokuwa mama anaweza kufanya kazi kama hiyo? Mama ndiye kiumbe pekee anayeweza kumpenda sana yule ambaye amemsababishia maumivu makubwa zaidi. Kwa hiyo nilipokuwa nikisoma kitabu Hadithi ya Mama, nilitambua kwamba maisha ya kina mama yanarithiwa kutoka kwa mama zao wenyewe wanaoishi maisha ya kujidhabihu na kujitoa kwa ajili ya watoto wao. Inaonekana kuwa sawa kwa kila mama: ikiwa ni kwa ajili ya watoto wake, yeye hujinyenyekeza, ingawa anaheshimiwa. Ni mama tu anayeweza kufanya hivi. Kwa nini Mungu aliumba hili kwa namna hiyo? Leo tujifunze Biblia kuhusu hili. Dhabihu za mama zetu wa kimwili ni kubwa, lakini tunapofuatilia nasaba za akina mama tunakuja kwa Eva. Kulingana na Biblia, Eva ni nani? Yeye ni mke wa Adamu kulingana na Warumi sura ya tano mstari wa kumi na nne Adamu anamwakilisha nani? Anamwakilisha Kristo, Baba yetu wa kiroho. Katika Biblia mama yetu wa kiroho anarejelewa kama Eva, atakuwa mama wa wote walio hai. Katika Wagalatia inasema, Yerusalemu wa juu ni huru, nayo ndiye mama yetu. Mama pia mara nyingi humkumbuka mama yake maisha yanapopatwa na changamoto na uchovu. Ujana wako umefifia, watoto wako wamekuacha na hakuna mtu karibu. Ukiulizwa ni nani unayemkumbuka zaidi, hata wazee mara nyingi hujibu mama. Hata babu wanasema wanawakumbuka mama zao zaidi. Watu walipotafiti neno zuri zaidi ni lipi, mama lilionekana kuwa zuri zaidi. Kuwepo kwa mama katika moyo wa kila mtu kunaashiria dhabihu na upendo wa mama yetu wa kiroho na jinsi anavyowaongoza watoto wake kimya kimya. 또또 어머니께서 자녀들을 위해서 말없이 이끌어 가시는 복음의 길. Mambo haya yote yanachangia kwa watu wote kumtamani mama. Kwa hiyo leo kwa kichwa cha mahubiri Hadithi ya Mama tufungue Wagalatia sura ya 4 mstari wa 28. Wagalatia sura ya 4 mstari wa 28. Basi sisi ndugu zangu ni kama Isaki tu watoto wa ahadi. Lakini kama vile ilivyokuwa siku zile, yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomchokoza yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo hata sasa. Katika mstari wa 28 imeandikwa kwamba sisi ni watoto wa ahadi kama Isaki hivi ndivyo Biblia inavyofafanua wale wanaomwamini Mungu nao wataokolewa. Basi tufungue Yohana wa kwanza sura ya pili kuona Mungu ametuahidi ahadi gani. Tuangalie Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 25 hii ndiyo ahadi yake kwetu, yaani ametuahidi nini uzima wa milele Mungu ametuahidi uzima wa milele kichwa cha mahubiri ya leo ni hadithi ya mama je tunaweza kutenganisha uhai na mama bila mama uhai hauwezi kamwe kuwepo bila mama tusingeweza kunena, kutembea, wala kuhisi chochote. Tunarithi DNA zetu kutoka kwa mama zetu. Kuna zaidi ya seli trilioni sitini katika mwili wa binadamu. Inasemekana kwamba nusu ya vinasaba zetu hutoka kwa baba yetu na nusu kutoka kwa mama yetu, lakini ni vinasaba za mitokondria ya mama tu hupitishwa kwetu. Hii inamaanisha kwamba hatuwezi kuwa wanadamu kamili bila mama. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na uhai bila mama. Hebu tuangalie kwa makini mapenzi ya Mungu kuhusu hili. Tuangalie Ufunuo sura ya 4 mstari wa kumi na moja. Ufunuo sura ya 4 mstari wa kumi na moja. Bwana wetu na Mungu wetu, wewe unastahili kupokea utukufu na heshima na uweza, kwa maana ndiwe uliyeviumba vitu vyote, na kwa mapenzi yako viliumbwa na vimekuwako. Vitu vyote viliumbwa na Mungu. Vitu vyote vilitokea kwa mapenzi ya nani? Kwa mapenzi ya Mungu. Basi je, Mungu asingeweza kuumba vitu vyote vizaliwe kupitia baba bila mama? Yeye ni mwenyezi Mungu. Walakini hakufanya hivyo, badala yake alifanya watoto wote wazaliwe kupitia mama tu. Bila mama utimilifu wa uhai hauwezekani. Ili kuzaa kizazi kijacho, mama lazima avumilie mateso mengi. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba neno mama lina maumivu, dhabihu, mateso na uchungu. Kwa kawaida tunaita mama mama. Mna mama wa kimwili na pia mna mama wa kiroho. Lazima mwelewe kwamba kwa jina la mama kuna taabu zisizohesabika zinazovumiliwa kwa ajili ya watoto. Jina mama siyo jina linalokuja tu. Katika Ufunuo nne inasema kwamba vitu vyote viliumbwa kwa mapenzi ya Mungu. Katika maongozi ya Mungu viumbe hai wote huzaliwa kupitia mama, si kupitia baba. Kama vile viumbe vyote vinarithi uzima wa kimwili kupitia mama zao wa kimwili, uzima wa milele hauwezi kurithiwa bila mama yetu wa kiroho. Kutuamsha kwa hili, Mungu alipanga viumbe vyote: samaki baharini, ndege angani na wanyama wa nchi kavu kurithi uhai kupitia mama zao. Hili linatufundisha kwamba kama vile uhai wa kimwili unavyotolewa kupitia mama yetu wa kimwili, lazima awepo mama yetu wa kiroho anayetupa uzima wa milele, sivyo? Mungu anatuamsha kwa ukweli kwamba uzima wa milele hauwezi kutolewa bila mama yetu wa kiroho. Basi je, mama wa kiroho yupo katika Biblia? Biblia lazima ishuhudie kila kitu yale ambayo biblia inashuhudia ni muhimu zaidi kupitia mwanzo sura ya kwanza hebu tuhakikishe kwamba tunaye mama yetu wa kiroho anayetupa uzima wa milele tuangalie mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita katika sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita inasema Ndipo Mungu akasema, tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Ikiwa Mungu Baba peke yake angewaumba wanadamu, angepaswa kusema nitafanya, badala ya kusema tufanye. Biblia inatufundisha ukweli ikiwa Mungu mmoja pekee aliumba kila kitu, je, usemi tufanye unapaswa kuonekana hapa? Hapana, haupaswi. Kwa hiyo lazima kuwe na zaidi ya Mungu mmoja waliowaumba wanadamu. Tupate jibu kwa kufungua mstari wa 27. Uangalie mstari wa 27. Kwa hiyo Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke, alifanya nini? Aliwaumba. Mungu akasema tufanye mtu kwa mfano wetu, na aliwaumba wote wawili, mwanaume na mwanamke. Je, hatuwezi kuelewa kwamba kuna mfano wa mwanaume wa Mungu na mfano wa mwanamke wa Mungu wanaorejelewa kama tu Haikuwa Mungu mmoja aliyewaumba wanadamu. Kwa muda mrefu wanadamu waliwita mfano wa mwanaume wa Mungu Mungu Baba. Basi tunapaswa kumwitaje mfano wa mwanamke wa Mungu? Kwa kawaida, kwa kuwa yeye hutupa uhai, tunapaswa kumwita Mungu Mama. Hivyo kama ambavyo baba na mama wapo katika ulimwengu wa kimwili wote, Mungu Baba na Mungu Mama wapo katika ulimwengu wa kiroho. Hii ndiyo ahadi yake kwetu, yaani uzima wa milele walakini. Lakini uhai huo unatolewa kwa wanadamu kupitia mama tu. Je, wanadamu hawajajifunza kanuni hii wakiwa wanaishi katika ulimwengu wa kimwili? Watoto hawawezi kuzaliwa bila mama zao na ukweli huu unajulikana hata kwa watoto wadogo. Vivyo hivyo, kupokea uzima wa kiroho lazima tuwe na mama yetu wa kiroho. Kwa kuwa tunauita mfano wa mwanaume wa Mungu Mungu Baba, basi kiasili tunapaswa kuuita mfano wa mwanamke wa Mungu Mungu Mama. Kwa hiyo Mungu Baba na Mungu Mama walifanya kazi kwa pamoja katika kuwaumba wanadamu na pia katika kukabiliana na kiburi cha wanadamu waliojenga mnara wa Babeli. Hii ndiyo sababu nomino ya wingi Elohim hutumika katika Biblia. Sababu ya Elohim nomino ya wingi kutumiwa si kwa sababu Biblia haina nomino za umoja zinazomrejelea Mungu. Je, hakuna nomino za umoja Eloah na El? El ni nomino ya umoja inayotumiwa kurejelea Mungu mmoja. Walakini kote katika Biblia, Tunaweza kuona kwamba neno Elohim kwa maana ya Mungu limetumika zaidi ya mara 2500. Imeandikwa kwa namna hiyo katika maandiko ya awali ya Biblia na kuifanya isiyoweza kukanushwa hata na wasomi wa Biblia. Hivyo iwapo tu kuna mama, wanadamu wanaweza kupokea kile ambacho Mungu ameahidi. Ahadi ya Mungu ni nini? Ni uzima wa milele. Tunapokea hiyo ahadi, yaani uzima wa milele, ili kurudi katika nchi yetu ya mbinguni, si ndiyo? Kwa wale ambao hawana ahadi hii, haijalishi ni mara ngapi wanasema Bwana, Bwana. Yesu alisema nini katika Mathayo sura ya saba? Sikuwajua kamwe, ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Je, haikuandikwa kwa namna hii? Wakati baba na mama wapo wote, kanisa linaweza kumiliki uzima wa milele na mtu anaweza kuwa mtoto wa ahadi ambaye atarithi uzima wa milele. Je, tunaweza kuwa watoto wa ahadi bila mama? Haiwezekani. Ni fundisho la uongo linalopotosha mafundisho ya Mungu. Basi kwa upatanifu tunaona katika familia kwamba mama huwahudumia watoto wake na mume wake. Huu ndio utaratibu ambao Mungu alianzisha. Je, haikuandikwa kwamba mume ni kichwa cha mke? Ninyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu. Hivi ndivyo Biblia inatufundisha kuhusu kujenga familia yenye upatanifu. Biblia inatufundisha kwamba tunapaswa kujaliana wote, baba na mama ni wa thamani. Wakati mama ana wadhifa wa juu katika familia, yeye hujinyenyekeza, anaishi kana kwamba ni mtumishi. Pia upendo wa mama kwa watoto wake ni vinasaba iliyopitishwa kutoka kwa mama wa mama wa mama yake. Tukirudi nyuma kwenye chimbuko lenyewe, tunaishia kwenye Mwanzo sura ya tatu mstari wa ishirini. Tuangalie Mwanzo sura ya tatu mstari wa ishirini. sura ya tatu mstari wa ishirini. Adamu akamwita mkewe Eva, kwa kuwa atakuwa atakuwa nani? Mama. Neno mama linakuja mara moja. Akawa mama wa wote walio hai. Kwa kuhitimisha, maisha yalianza na Eva. Eva ni mke wa nani? Yeye ni mke wa Adamu na katika Biblia Adamu anamwakilisha Kristo. Tuangalie Warumi sura ya tano mstari wa kumi na nne. Katika sura ya tano mstari wa kumi na nne imeandikwa. Hata hivyo tangu wakati wa Adamu hadi wakati wa Mose mauti ilitawala watu wote, hata wale ambao hawakutenda dhambi kwa kuvunja amri kama alivyofanya Adamu ambaye alikuwa. Yeye ni nani? mfano wa yule atakaye kuja. Yule atakayekuja ni nani? Ni Kristo. Basi nani lazima awepo pamoja na Kristo? Eva, mke wa kiroho, lazima awepo. Hivyo katika Ufunuo sura ya ishirini na mbili wanatokea Roho na bibi arusi. Roho ni Mungu Baba na bibi arusi ni mkewe. Wao ni Mungu Baba na Mungu Mama pia katika Ufunuo 21 wanatokea mwanakondoo na mke wa mwanakondoo. Mambo haya yote yanayofanana yameandikwa katika Biblia. Hivyo Adamu anamwakilisha Kristo. Na vipi kuhusu Mungu Mama ambaye ni mkewe? Atakuwa mama wa wote walio hai. Kwa maneno mengine, Adamu anawakilisha mfano wa mwanaume wa Mungu ilhali Eva anawakilisha mfano wa mwanamke wa Mungu. Mungu alikuja duniani kwa mara ya pili ili kuwaita wanadamu wote watoto wake wapendwa. Miaka elfu mbili iliyopita, wakati wa ujio wake wa kwanza, alihubiri injili huko Galilaya. Kisha, kulingana na unabii wa mtini, akabatizwa tena mwaka 1948 na kuanza kazi ya injili kwa mara ya pili. Kisha, katika utimizaji wa unabii wa Daudi, akapaa mbinguni baada ya kukamilisha huduma ya injili ya miaka 37. Kupitia Mtume Yohana katika Ufunuo sura ya 22, alituamsha kwamba watu wote ulimwenguni lazima wamtambue Mungu mama na wamrudie. Tuangalie Ufunuo sura ya 22 mstari wa 17. Roho na bibi arusi wanasema njoo. Kwa maneno mengine, Baba na Mama wanasema. Wanasemaje? Tunapaswa kurudi kwa nani? Tunapaswa kuwarudia Roho na bibi arusi. Wanadamu wote wanaweza kufikia ukamilisho wa imani wanapomtambua Mama. Iwapo tu tunawajua Baba na Mama, tunaweza kurudi kwa Baba na Mama. Roho na bibi arusi wanasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo, yeyote mwenye kiu na aje, na kila anayetaka na anywe maji ya uzima bure. Namwonya kila mtu asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, mtu yeyote akiongeza humo chochote, Mungu atamwongezea mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Ninamwonya kila mtu anayesikia maneno ya Biblia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 Wanadamu wote lazima wawatafute baba na mama na warudi kwa mama ambapo imani ya kweli inatimizwa. Je, haikutabiriwa katika Isaya sura ya sitini kwamba kwa sababu ya nuru, wana wanakuja kutoka mbali na binti wanabebwa mikononi? Tuhakikishe hili katika Isaya sura ya sitini. Sura ya sitini mstari wa kwanza, ondoka angaza. Hapa hebu tuangalie ni nuru ya nani. Kwa kuwa nuru yako imekuja, na utukufu wa Bwana umezuka juu yako. Je, nuru yako inarejelea nuru ya nani? Hapa inarejelea nuru ya Yerusalemu. Tuone kwa sababu gani Mungu alituambia tuangaze nuru ya Yerusalemu kwa kufungua mstari wa pili. Tuone mstari wa pili. Tazama, giza litaifunika dunia. Hapa katika Biblia ya Kiingereza imeandikwa kwamba giza huifunika dunia. Giza linaifunika dunia na giza nene linafunika watu. Macho, masikio na mioyo ya kiroho ya watu wote bilioni nane imefunikwa kabisa. Tazama giza litaifunika dunia, na giza kuu litayafunika mataifa, lakini Bwana atazuka juu yako na utukufu wake utaonekana juu yako. Tuone mstari wa tatu. Mataifa watafanya nini? Watakuja kwenye nuru yako, na wafalme kwa mwanga wa mapambazuko yako mataifa watakuja kwenye nuru yako na wafalme kwa mwanga wa mapambazuko yako. Huu ni unabii ambao si wewe wala mimi tumenena. Nani aliutabiri? ilikuwa Mungu. Tuone mstari wa nne. Inua macho yako na utazame pande zote, wote wanakusanyika na kukujia, wana wako wanakuja toka mbali, nao binti zako wanabebwa mikononi. Ndipo utatazama na kutiwa nuru, moyo wako utasisimka na kujaa furaha, mali zilizo baharini zitaletwa kwako, utajiri wa mataifa utakujilia. Hili litatokea lini? Tunapohubiri kutangaza na kuangaza nuru ya utukufu wa Yerusalemu kwa mataifa yote yaliyofunikwa gizani. Ninaamini kwamba mbele ya jina mama sisi watoto wa mbinguni Tunapaswa kupokea upatanisho kwa ajili ya dhambi zote tulizotenda mbinguni na duniani na kurudi nyumbani kwetu mbinguni. Jina mama ni agano lililo hai la maumivu aliyovumilia ili kutupatia uzima. Ndipo jina mama linaweza kupatwa. Jina hilo haliwezi kupatwa kwa urahisi, sivyo? Ndiyo maana mama alitufafanua kama kila kitu maishani mwangu na wasiwasi wangu pekee. Sisi pia tunapaswa kusema kwamba baba na mama ni kila kitu maishani mwetu. Kwa mtazamo huu, hebu tueneze utukufu wa Mungu ulimwenguni kote na tuwasilishe mafundisho ya Mungu. Nikiwaomba mwe wale wanaoweza kuwaongoza kaka na dada zetu wote wa Sayuni kwenye nuru ya mama, ningependa kuhitimisha mahubiri haya. Asanteni sana.